Na viongozi wa kidini katika kaunti ndogo ya Matungulu huko Machakos wametoa wito kwa makanisa kutoegemea upande wowote huku tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC ikiendeleza shughuli ya kitaifa ya usajili wa wapigaji kura. Akizungumza wakati wa ibada iliyoandaliwa eneo la Matungulu Mashariki, Father Seraphim anayesimamia kanisa la Coptic Orthodox parokia ya Tala, alikariri haja ya kulinda madhabahu Uh, ya kanisa na kuonya dhidi ya kugeuza maeneo ya kuabudu kuwa jukwaa la kisiasa. Alisema kanisa lafaa kusalia eneo la amani, umoja na lenye kutoa mwongozo wa kimaadili. Shughuli ya usajili ya wapiga kura inayoendelezwa na tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC ikiingia wiki ya tatu, vijana wametolewa wito kujitokeza kwa wingi na kujiandikisha kuwa wapiga kura katika eneo bunge la Matungulu, kaunti ya Machakos, viongozi wa kidini wakiongozwa na Father Seraphim, mhubiri anayesimamia kanisa la Coptic Orthodox huko Tala, walitoa wito kwa wanasiasa kuzingatia jukumu yao ya kiroho na kujiepusha na ushawishi wa kisiasa. Kitu ambacho mimi ninaweza kusema kama kasisi, kama hatujakubaliana na kitu sasa, hii ndiyo wakati ambao lazima sasa tuchukue kura. Vijana waamuke na wachukue kura vile inavyotakikana, na sasa upande wa kurusha mawe ama kupiga kelele, kupigana hapa na pale, kuleta vita ya ki, ki, kikabila kwa nchi yetu, the best weapon we can use is only our vote. Huku hayo ya kijiri, viongozi wa kisiasa wameunga mkono wito wa viongozi wa kidini kuhusu amani na mashauriano yenye maana kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Mwaniaji wa kiti cha uwakilishi wadi eneo la Matungulu Mashariki, Jonathan Mutinda, alitoa wito kwa vijana haswa kizazi cha Gen Z kujitokeza kwa wingi na kujiandikisha kuwa wapiga kura. Tumeona kuwa IEBC wametangaza kuwa vijana wajakuwa kienda kuregista eh, kuchukua voti. Kwa hivyo nawahimiza eh, tuzidi kuchukua kura kwa sababu hii ndio silaha yetu yenye ye, tuko nayo yenye itaweza kutuokoa katika majanga yetu. Kwa hivyo vijana, tafadhali nawahimiza tuende turejiste kama voters, ili e, wakati wa kupiga kura ukifika tuweze kuchagua viongozi wetu, viongozi ambao wataweza kutuongoza vile tunataka. Mutinda alitoa changamoto kwa vijana kuchukua nafasi muhimu katika kuamua mstakabali wa taifa kupitia kura.